Hello. Karibu Dr. Gwalugano TV mahali pekee ambapo tunazungumza kwa kina kuhusu afya lishe, na ustawi wa kina mama na watoto. Mimi ni Dr. Gwalugano Junior mtaalamu wa lishe na tiba kwa kina mama na watoto, nimekuwa nikisaidia wazazi wengi kupata suluhisho sahihi kwa afya ya watoto wao, na leo nataka kukuonyesha magonjwa matano hatari yanayoweza kuhatarisha maisha ya mtoto chini ya mwaka mmoja. Unapomshika mtoto wako mikononi, unajua ni zawadi kubwa. Lakini je, unajua kuna magonjwa hatari yanayoweza kuhatarisha maisha yake kabla hajafikisha mwaka mmoja? Wazazi wengi hawajui kwamba baadhi ya dalili za kawaida zinaweza kuwa ishara ya ugonjwa hatari. Lakini leo nitakueleza magonjwa haya kwa kina, dalili, kinga na njia bora za matibabu. Hakikisha unafuatilia video hii hadi mwisho ili kuhakikisha mtoto wako yuko salama. Gonjwa namba moja ni kuharisha. Kuharisha ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi kwa watoto chini ya mwaka mmoja, hususan kwa sababu ya upungufu wa maji mwilini. Mtoto mdogo anaweza kupoteza maji haraka sana, na hilo linaweza kuwa hatari sana. Dalili za kuhara ni pamoja na choo cha maji kinachozidi mara tatu kwa siku, mtoto kuwa dhaifu, kukosa hamu ya kula na midomo kukauka. Je, wewe kama mama unaweza kuchukua hatua gani ikiwa mtoto wako anaharisha? Moja ya solution au suluhisho ambayo unaweza kupata ni kuhakikisha mtoto anapata maji ya kutosha. Ikiwezekana mpe maji ya ORS, wa mama wengi hupenda kuyaita oro, husaidia kurejesha virutubisho vilivyopotea. Mwangalie kama anahitaji matibabu ya haraka ikiwa ana dalili kama macho kuingia ndani kupungua kwa mkojo au kushindwa kula, lazima apelekwe hospitalini haraka sana. Safisha vyombo na chakula chake kwa usafi wa hali ya juu, ili kuzuia maambukizi zaidi. Homa ya ugonjwa, namba mbili, homa ya mapafu au nimonia ni hatari sana kwa watoto wachanga na ni moja ya visababishi vikubwa vya vifo vya watoto. Mara nyingi wazazi hufikiri ni mafua ya kawaida, lakini inapofika hatua ya mtoto kushindwa kupumua vizuri, inaweza kuwa hatari sana. Dalili zake ni kupumua kwa shida, homa kali, mtoto kuwa na rangi ya blue kwenye mdomo na kuchoka kupita kiasi. Je, unaweza kuchukua suluhisho gani ikiwa utagundua mtoto wako ana dalili za pneumonia? Chanjo za mapema dhidi ya pneumonia ni kinga bora zaidi. Hakikisha mtoto wako anapata hewa safi na aepuke mazingira yenye vumbi au moshi. Ikiwa mtoto ana dalili za kupumua kwa shida, mpeleke hospitali haraka sana. Ugonjwa wa na namba tatu ni surua. Surua inaweza kuonekana kama ugonjwa wa kawaida, lakini kwa mtoto mchanga inaweza kusababisha homa kali, pneumonia, upungufu wa maji mwilini na hata upofu. Wazazi wengi hufikiri ni vipele vya kawaida, lakini inaweza kuwa hatari kuliko unavyodhani. Je, unaweza kufanya nini ikiwa mwanao ana surua? Chanjo ya surua ni kinga bora zaidi. Hakikisha mtoto wako amepata chanjo kamili. Ikiwa mtoto ana vipele na homa, mpe maji ya kutosha na mwangalie kwa karibu. Epuka kumpa dawa bila ushauri wa daktari, kwani baadhi zinaweza kuwa na madhara makubwa. Okay, ugonjwa namba nne ni malaria. Malaria ni tishio kubwa kwa watoto changa husababisha homa kali, kutapika na udhaifu mkubwa na hata upungufu wa damu. Watoto walio chini ya mwaka mmoja wako hatarini zaidi kwa sababu kinga yao bado haijaimarika kabisa. Je, unaweza kufanya nini ikiwa utagundua mwanao ana dalili za malaria? Cha kwanza, kabla kabla kabla ya malaria ni muhimu kuchukua tahadhari, kwa hiyo Suluhisho namba moja au tahadhari namba moja ni kulala kwenye chandarua chenye dawa kila siku bila kukosa. Suluhisho namba mbili ni kuhakikisha unatoa madimbu yote au ya maji yaliyotwama yaliyopo karibu na makazi yako, kwa sababu hayo ndiyo mazalia ya mbu ambao mbu hao baadaye ndio wanaenda kueneza malaria. Na suluhisho namba tatu ikiwa mtoto ana dalili yoyote kama homa kali, kutapika, au unaona analia sana na maumivu yake ni kali, mpeleke hospitali sana, kwa sababu zinaweza kuwa ni dalili za mwanzo za malaria, na kumpeleka hospitali mapema ndiko kutaka kusababisha apate matibabu mazuri na atibiwe kabla malaria haijafika mbali. Na ugonjwa namba tano ni kifaduro. Ushawahi kusikia kuhusu kifaduro? <laughs> Kifaduro ni ugonjwa wa mfumo wa hewa unaoweza kusababisha kikohozi kikali na kushindwa kupumua. Mara nyingi wazazi hufikiri ufikiri ni kikohozi kinachodumu ni kawaida, lakini ikiwa kikohozi kinakuwa kikali sana hadi mtoto anashindwa kupumua vizuri, kinaweza kuwa ni hatari. Suluhisho: chanjo ya kifaduro ni kinga muhimu sana. Hakikisha mwanao amepata chanjo kamili. Ikiwa mtoto ana kikohozi kisichokoma, mwangalie kwa makini na aende hospitali mapema ili kuepuka matatizo makubwa. Hakikisha mtoto wako hapati vichocheo vya kuamsha kikohozi kama vumbi, baridi kali au moshi. Wewe kama mzazi unayo nguvu ya kulinda afya ya mwanao. Chanjo, usafi na uangalizi wa karibu vinaweza kuokoa maisha yao. Hakikisha unachukua hatua leo. Je, umependa video hii? Shea video hii na marafiki na kinamama wengine, ili nao wajue magonjwa hatari na waweze kuchukua hatua mapema. Ni Dr. Gwalugano TV, mpaka wakati mwingine.